Yekoria munini wa mutongoria wa bururi Profesa Kithure Kindiki ni augite Magret Nduta Macharia. uria ni mwiritu uria watuirirwo kuragwo bururi-ini wa Vietnam mwoyo kana ni agukorwo akihundurwo guku bururi-ini ni Kindiki aheanite uh, te ndeto ino no riri thirikari yanä rä ire ati nduta ni igairwo wakili wa kumutetera ciira-ini uh, uria family yake yugite ya, ya, te waho ni kuhuthirwo dawa ahuthirirwo gukua a kana akorirwo agikinengerwo bururi-ini wa Ethiopia athie naguo kuria wa Vietnam amoci uh, kamenyi ndariboti uh, 14 ino makiria ari anyina na Magret Nduta Macharia muiritu uria watuiriirwo kuragwo bururi-ini wa Vietnam kiumia giki gitukire <coughs> meumirie na gututetera Nduta makiuga mwari wa nyina ni kuhuthirwo ahuthirirwo atari na utaukwo na wekirwo ndawa muhuko-ini pia acenjeirie bururi-ini wa Ethiopia thirikari ya Kenya no irathie na mbere kwa gucirithia makinya ma kumutetera niguo arekererio munini wa mutongoria wa bururi Kindiki Kithure Kindiki ni ekirite no mukonde na kuuga thirikari no iraruma na uhoro uyu niguo gwethwo dton ni kweli, tulikuwa na msichana wetu kule Vietnam alipata matatizo wakati hiyo mambo imefikia rais, serikali imejita, imefanya juu chini, kwa sababu hatukukuwa na ubalozi kule. Ubalozi wetu ulikuwa kule Bangkok Thailand, lakini tukahakikisha kwamba tumetuma balozi wetu wa Thailand asafiri mpaka kule Vietnam na sasa tumeingilia hiyo maneno. Vile huyo msichana alikuwa anyongwe, hiyo mambo imeahirishwa, na tunataka Mungu atusaidie aturudishie msichana wetu. Hii ndio maana ya serikali, hiyo maana ya serikali. Achari yale mwana wake kwa gesi wa bwina kia madhi ya kaunta ina a Murang'a Mbamu buge wa kuthukia Sabina Chege Na ule kore tuwa kilomana ya ndeto eno Kinya buge ina wake bururi Akiori ya munini ni wa mutongoria wa bururi kwa nyokia ndeto eno ya nduta By the way your excellency Ule msichana ambaye alikuwa ameshikwa kule Vietnam kwa unia paki hapa Na tumeshukuru wende uambie his excellency the president We are very happy Todo ni agiri

aria nyina na nduta mahinyiririe nduta ndaiaumanja wa bururi-ringi tiga mwaka-ini wangigire na mirongo iri na ithatu riria maundu make mathongomania thutha wa kunyitikana ndawa cia muthemba wa kokeini na usoka gucoka gutuira kunyonga <laughs> mugaru na ndeto ikoretwo ikiheanwo magikwira ndeto iciraheano äman aria maretigira kuumburanio ni nduta wona acokereria bururi-ini wa kenya